Anili um, katika programu ya Biblia ya kidigitali mna msemu mmoja ambao unaitwa wake up call, ambapo imetosha kwa kuku kulalia mayai ya nyoka. Labda hu msemu una maana gani? <laughs> ule ambaye asielewa, ya ni kweli imetosha kwa kuku kuendelea kulalia mayai ya nyoka hapa. Mm, kwenye Biblia ya kidigitali uh, huwa tunasisitiziana kwamba Da, ni i, i, ifike mwisho kwa watumishi wazuri wa Mungu kuendelea kuatamia aibu na wakati unatenda dhambi. Natolea mfano, kuku ni mnyama mzuri ambaye tunategemea akiatamia, aki mayai yatoke vifaranga vinavyofanana na yeye. Sasa kuna watumishi mbalimbali mbali, ni wakubwa na wengine ni wadogo. Kwa hiyo ifikie mwisho aache tabia ya kuatamia aibu na ku kunaiatamia aibu huku unatenda dhambi kubwa. Kwa mfano, tuna watumishi anaweza akatoa hata mimba ili atunze ushuhuda. Kwa hiyo ni sawa na kuku ambaye analalia mayai ya nyoka, inakuwa mm, yeah, ni kama hivyo. Lakini tuna watumishi wengine amezaa wakati mwingine mtoto mwenye tatizo la ulemavu wa akili wa viungo, anamficha, hatimaye yule mtoto anakosa malezi ya, ya, ya jamii na nini, kwa yeye kuogopa kwake aibu o anaatamia mayai ya nyoka. Lakini tuna wengine tunao makanisani, yupo kwenye uchumba sugu, ama tunaweza tukasema ni nadharia ya ndoa yani, yupo. Wanaendelea kuzaa watoto wanne watano, na watoto wanaendelea kukua paka wanafika sekondari. Sasa huyu anaendelea kuatamia ule uchumba sugu, hataki tena kufunga ndoa au kubariki ndoa, ili apate labda maybe certificate of marriage na vitu kama hivyo, ambavyo vinawezekana vikasaidia mbele sasa kwa kuogopa aibu ameshajiidhinishia, unajua. Lakini tuna wa, wa, watumishi tu mbalimbali mbali. Wengi tu wana dhambi hizo za asili mfano. Mm -hmm. Na kuna watumishi pia wenye tabia hiyo ya kulalia ni kuku anatamia mayai ya nyoka. Watumishi fulani wanapenda brandi, yuko tayari mm -hmm. Kukopa kila saa, anakopa, kopa, anakopa vitu vya ajabu, anakopa soda, anakopa vifurushi kwa anajikuta ana madeni sugu, na mbaya zaidi anajikopesha mpaka sadaka za kanisani. Mm -hmm. Kwa saa ya kumdai ile inakuwa ni, ni yai ambayo ameliatamia muda mrefu, siku linatotolewa ni nyoka, si tunategemea ni kuku? Kwa hiyo inakuta, ndio maana tukasema, uh, wake up call, imetosha kwa kuku kulalia mayai ya nyoka, tukionya tabia ambazo watumishi mbalimbali wanakuwa nazo, wanaficha aibu. Mtumishi amezaa nje ya ndoa kwa kuogopa brandi yake, anamkataa yule mtoto ama anamtunza kwa siri. Sasa so, mtoto anakosa mahitaji. Mm -hmm. Anakosa utambulisho, anakosa nini, lakini ni kwa sababu ya tabia za kiutumishi, anaogopa kuonekana kwamba ana anachafua ile sifa yake. Lakini kwa kuficha kwake aibu kwa kuficho, kwa kwake aibu, analeta madhara makubwa ambayo ndo anasababisha dhambi kwao. Tunataka tuondoe mentality ya kuona aibu ni kubwa kuliko dhambi. Mm -hmm. Yeah kwa sababu ukisoma Wathesalonike ile sura ya tano na mstari ule wa ishirini na mbili anasema hatukuitwa hatukuitiwa, nani amesema kwanza, tuukatae tu, tab, tabia zote kila aina ya ubaya. Lakini hata Wathesalonike ile Wathesalonike wa kwanza ile sura ya nne mstari wa saba anasema hamkuitiwa uchafu tumeitwa kuwa watakatifu, na fursa ambayo watu wengi hawajui, ndugu mtangazaji, mta wa redio, Ukristo ndio platform ambayo mtu anaweza inawaita watu wachafu kuwatakasa ku, ku, ku Ukristo sio kwamba mtu awe msafi. Ukristo haupo kwa ajili ya watu wenye haki, watu waliokamilika. Ukristo ni watu wenye madhaifu kama hayo. Ukristo ndio unatoa nafasi kubwa kwao. Ni upumbavu kuendelea kuwatamia mayai ya nyoka, ni kuendelea kuficha aibu fulani, huku unaendelea katika dhambi yaani, kwa sababu Ukristo tuseme, Yesu Kristo alikuja kwa watu wenye dhambi. Ukristo ni kwa watu wenye dhambi, wenye madhaifu, wanaitwa sasa waziache hizo dhambi, wapokee msamaha wa bure, neema ipo hata wale sasa. Tunakuwa wepesi kuhubiria walio nje ya Ukristo, lakini anapokosea Mkristo mwenyewe anaamini anasahau kwamba neema ile ile ambayo wanapokea wale walio nje ya Kristo, kwamba wanasamehewa dhambi wana, wanaweza kubarikiwa pamoja na madhaifu yao kwa sababu ya Kristo. Anasahau pia na yeye anaweza kuwa nayo hiyo nafasi na zote. That's why tunakuwa na wainjilisti wengi ambao wana vitabia ambavyo havijakamilika na anaendelea kuviatamia. Kwa hiyo ni kutokujua kwamba Ukristo oh, Ukristo upo kwa ajili ya kutengeneza watu, upo kwa ajili ya kumfanya mchafu awe msafi. Kwa hiyo ni wito, Ukristo ni wito wa, wameitwa watu wachafu, watu wadhaifu, wenye wa mapungufu, kuja kuishi maisha makamilifu. Ni zawadi ambayo Mungu katoa kwa watu wadhaifu. Kwa hiyo ukisoma pia hata katika kile kitabu cha Waebrania ile sura ya kumi na moja, wanatajwa pale watu wadhaifu sana lakini wamemaliza, wanatajwa kama mashujaa wa imani. Biblia inasema yule kahaba Rahabu, hawajasahau historia yake ya ukahaba. Tuna Daudi ambaye tunafahamu kabisa, alitembea na mke wa mtu na yule bwana wake akamtuma vitani akamuua. Kwa hiyo tuna watu kama kina nu ambao walifanya kazi kubwa ya Mungu, lakini mwisho wa siku tunaona, baada ya kushuka kwenye safina, wanakuwa walevi mpaka wanatembea na watoto wao, lakini wanakuwa walevi mpaka wanatembea na watoto wao, au unakuta mpaka wana Anafanya jambo kubwa baya zaidi, lakini wanakumbukwa kama mashujaa wa imani, kama na Samsoni, kina Yefta, kina Gideoni. I hope hata siku moja pia mimi nitakumbukwa kama shujaa wa imani, na I hope mi mwenyewe myself kwa sababu kwa sababu kwamba kwa Ukristo unatoa nafasi ya mtu kutengenezwa upya. Kwa hiyo si wakati, natoa wito katika huu msemo wa imetosha kuku kulalia mayai ya nyoka si wakati wa kuwatamia aibu na, ku, na, ku, na, ku, na, ku, na kutenda dhambi ni wakati wa kuwatamia uvumilivu ni wakati wa kuyatamia neema iliyo katika Kristo ni wakati wa ma, kufanya mabadiliko ya kitabia ili tuweze kumaliza kama watakatifu na tuweze kumaliza kama watu ambao wamekuwa ni msaada katika jamii yetu watu ambao wamekuwa na, na, na neema. Kwa, kwa nataka kusema mimi, ninachojivunia kwenye huu msemo kama ninachojivunia, na, nacho ujasiri wangu si vile natenda. Ujasiri wangu ni kwamba Mungu ananipenda, yuko tayari kunisamehe. Mungu ananipenda na ananivumilia, na kila siku ni siku tunafanya transformation ya tabia, kwa sikatishwi tamaa na maneno yao ama historia yangu mbaya. Na mimi natoa wito kwamba itoshe kwa kuku kulalia mayai ya nyoka, itoshe ku dhambi yani ku, ku, ku, ku, ku kuificha aibu mpaka unafikia kipindi unatenda dhambi kubwa zaidi kwa nia ya kuficha aibu. Na itoshe kuendekeza tabia za mikopo. So hii wake up call ni kwa ajili ya kuita watumishi kupunguza mikopo kupu. Mikopo mingi walionao watumishi, nimekaa kanisani muda mrefu na ni makanisa mbalimbali, wanayo kwa sababu ya matumizi ya ovyo na, yani na msingi wa kukopa kwao, hawakopi kwa ajili ya mambo ya msingi, huwa wanakopa kwa ajili ya vitu vidogo vidogo, speaker soda s kuficha brand, kuficha aibu. Sasa ile ni kuatamia mayai ya nyoka. Kwa hiyo tunahamasisha kitu kama hicho. Ukristo ni kuacha mambo mabaya na kukimbilia neema ya Kristo. Tumeitwa, tumesamehewa dhambi, tumepewa neema. Na ndugu yangu ambaye hajaujua Ukristo, Ukristo haupo kwa ajili ya watu watakatifu, upo kwa ajili ya wenye dhambi waje kupokea neema ya kusamehewa dhambi, wa wanapomwamini Yesu Kristo wapate uzima wa milele. Na hicho ndicho ambacho mimi najivunia nacho, kwamba nina hakika nina msamaha wa dhambi, nitaurithi uzima wa milele, na kila siku Mungu anafanya transformation kwenye nafsi yangu na nafsi za wenzangu na kwenye akili yangu, ili niweze kuwa na tabia njema kwao. Nafikiri mwaka huu kuku hatolalia mayai ya nyoka. Okay, basi labda deli kuna kitu kitubili nataka kuongezea, tunakwenda kumalizia. Tunapokwenda kumalizia, mimi napenda kusisitiza ama msemo wetu wake wake up call. Wake up call call hii ni sauti ya mabadiliko, mm. Tubadilike, tubadilike, atumpende Mungu, tuamini Yesu anatosha kutusamehe. Yesu ana nguvu ya kutusaidia kubadilika tabia. Ukristo ni tabia pia, sio tu jina. Okay, msikizaji basi tulikuwa na pionia Anil, ambapo uh, tulikuwa tulikuwa tumekwenda basi uh, kuzungumzia msemo wao wake up call ambao, ni kuna msemo mmoja ambao anasema kwamba imetosha kwa kuku kulalia mayai ya nyoka mm -hmm. Na amefanua kwa undani zaidi, ni kwa nini matendo mengi mengi mengi yanatokea. Mengi sana, unakuta kiongozi wa dini, unakuta kuna kimvula ambacho anajifunika ile onekane yuko hivi, lakini kumbe nakuta ni kitu tofauti yeah. Uh, pionia Anil kazungumza basi mnikushukuru sana mpaka wakati mwingine tena. Amina, amina. Asante sana amina.